Nenda zako utalipwa na Mungu. Hiyo sasa tuweke kando, tuseme hivi, tenda mabaya lipwa mabaya, let's call a spade a spade. Before that tumsikie. Yani, the world is so cooked mpaka siku hizi hata uwezi tenda wema. Na uende zako, unatenda wema, unaenda zako, wanakufuata huko zako, wanakurudisha hapa, wanakutandika maviboko na hata wenye unatendea wema pia, kuna venye wanataka watende hiyo wema. Ukitenda wema venye unataka kutendea wema waitaki because wanaitaka venye wanaitaka. <laughs> ah, wacha ikae ah, saizi ah, kila mtu sasa cheze kwa mlango wa mama yao. Wacha wema ibaki tu, ni sepetu. Yeah, huyo ni Oga Obina ameshachoka. Whereby, mimi na support Oga Obina a thousand, a million percent. Why? Oga Obina ni mtu mwenye amesaidia watu sana. Actually watu wakisaidiwa uwanga wanageuka. Mimi sijuangi ni kwa nini, na si atoto wamesaidia ni wanageukanga watu wenye wako kwa ground ndio wanageukanga, as all we know that sai tuko tunaomboleza shalkido Shalikuda alikuwa mkufi, alipatikana kwa ajali ya ajali ya barabara whereby hiyo siku alikuwa na Obina. Obina akamjazia mafuta tank, Obina akakuja akafanya nini, akampea na pesa, yeye akakanyaga mafuta yake ya nduthi akaenda nyumbani, na hata shida hata shida sio kukanyaga mafuta kwenda nyumbani. Mahali shida ilikuja ni huyu jamaa ambaye anajiita Shalikido akakuja akapata accident, na akakuwa mkufi Immediately, Oga Obina amesha enda kuchukua huyo Shalkido, maana alikuwa amepata accident ama alienda, maana, uh, kwa uh, hospitali. Shalkido amepelekwa kwa hospitali kwenda kuona uh, Shalkido. Punde si punde, Oga Obina akaanza kueleza story ya Shalki, ya shalkido vile kulienda, what what happened, what happened, what happened. Mnaona sasa, Oga Obina akaka Shalkido alikaa siku ngapi? Alikaa hiyo siku, siku, tu siku moja siku moja peke yake. The following day ripoti ikakuja kwamba sharikidwo amekufa 6630 whereby watu wenye walileta ripoti ni watu wa familia yake whereby ni babake ndiye ndi alipewa ripoti pamoja na ndugu yake, mnanipata na before that Shalkido alikuwa kwa Oga Obinna akielezea shida yake, vile Wakikuyu hawampendi wa vile wamemtenga vile wanampiga vile wanamteketeza wanataka wakufe, ndio afanye nini, ndio afurahi. Shalkido alituletea stori yake vivenye mamake alimzaa na akamtupa mamake alimtupa kutoka t babake anasema kutoka t. Sasa hatuwezi kujua nani muukweli nani muongo, naongoja kidogo. Sasa yule mwanaume ambaye amejitokeza tu ni babake Shalkido, naye anataka 149 za kuchanga ili bili ya hospitali isort out. Na hata hiyo sio shida. Mali shida inakujia ni watu wanasema ya kwamba huyo sio babake Shalikido, alikuwa wapi Shalikido akiteseka? Ngoja. Na huyu mwanaume anasema aje, huyo Shalikido alilelewa na shosho yake. Whereby huyu mwanaume alichukua huyu mtoto akapelekea shosho yake. Shosho yake ndiye akalea Shalikido. Shalikido akafika hivyo. Sasa Shalikido akakuwa mtu mkuu, mtu mkubwa. Eh, mambo ni mengi, muda ni mchache. Nakwambia hii industry kaa ukiwa na mjanja na ujanja sasa, siamsikiaje wakati Ogobina alikuja, kanaunzi imeandika kuja ya kwamba oga nini, not oga eh, Shalkida amekuwa mkufi, and that time tulikuwa kwa shoo ya Obina, alikuwa live. Sija na eh, alikuwa naalikuwa live hm? hasa wale watu kwa comment section wale warip wa, Shalkid nani Oga Obina anaona eh, rierada anauliza erada eh, haya kidogo kidogo ndio eh, akauliza dapama dapama na kumuuliza akasema, ati hapana, pia mimi nimesikia kwa ngoya. Oga Obina akashtuka, he was like mm, angoake aje sasa? Wewe mnye naongea kitu yenye mnajua sasa, sindio? kidogo kidogo Oga Obina kukonfirm kupatikana na sharikido amekuwa mkufi, we, mambo ni mengi sasa. Tu sharikido kukuwa mkufi sio shida, sharikido wakati alikuwa mkufi alipata accident. All we know that shalikido alipata accident. we Punde si punde baada ya 30 minutes, 20 minutes watu wakaanza kusema Ogobina ndiye ametoa eh, Shalkido kafara. Hata kutoa Shalkido kafara si shida. Bali shida yangu inakujia ni gari ya Obina iko 666. Sasa watu wanasema 666, ye, niye, ni imetoa Ogobina shalkisha shaka, na ni imetoa Shalkido kafara. Sasa mtu asiweke gari yake namba plate kwa amani ati kwa sababu ametoa mtu Shalkido kafara, acha niwaambie hii tiktok imenifundisha mambo. Hata mimi sisaidiagi watu. Wa Gulf ni tricky sana, ukipata na kusaidia maybe tu ni favor, because let me tell you the moment unasaidia mtu yu mtu, anaenda kukugossip, hana shukurani, anaenda kukusengenya, anaenda kuku, kukusupport watu akikutukana, wa anaenda kukubuli. So nilisema no, kila mtu alipapa mane na hali ya hali yake sasa hii maneno nimekuwa nauma ugobi Ugobina, kuna wale wana defend Ugobina, kuna wale wanasema wana wana wana wana wana Ugobina ndiye alimtoa sadaka. Sasa msikie aje watu wenye wanapiga Ugobina ame, ame, ametoa Shalikido sadaka ni Wajaluo. Wajaluo wenzake ndio wanapiga Ugobina, umenipata kwa sababu Wakikuyu hawajaongelelea hiyo kitu amba kiasi kwamba eh, Wawezi ongea kwa sababu Shalikido alienda akawa expose tabia za tabia zao Chai. mambo ni mengi, muda ni mchache. Sasa siamsikia aje Ogobina ame decide kusema wacha kutenda wema ikae, wacha ikue, wema ni Sepetu tu peke yake. Na wachi, waba mimi na agree na Ogobina. Hiyo kitendo hiyo uamuzi yenye amechukua mimi nimekubaliana nae. Juu, there's no way unasaidia mtu alafu hiyo mtu anakuja kugeuke, hata kama ni wewe unaweza kufilia unaweza kufili aje? Mambo ni mengi, muda ni mchache. Oga Obina ulifanya your part. You need your, you deserve your flower. Na mimi nilisema aje, Oga Obina be ready. Be ready for everything. Utabuliwa, utaambiwa wewe ndio umemtoa sacrifice. Oga Obina be re, be ready kwa sababu kila kitu itasemwa. Can you imagine, naongea saa hizo, kumbe watu walianza kuongea ati Ogobina ametoa uh, shalkido kafara. Let me tell you my sister, my brother, sai Ogobina akijaribu kuamsha jipu mpya ama akuwe na pesa watasema amemtoa kafara. watasema amemtoa kafara. Mimi tangu story ya baba Talisha nilichuna masikio, story ya baba Talisha na Chira nilichuna masikio. Huyo mwanaume aliambiwa mpaka atoe kila aina ya risiti aweke hapo aweke hapo. Hey! Wakakuja wakaegelea Prince Bwitindi ameshakrifa ame chira. Hey, hey, hey, hey. Mimi nilisema saa hii nitenda wema abaki tuna sepeti kwa sababu hakuna vile unatenda wema unaenda zako malipo ni, ni, ni, ni, ni, ni buli mm -mm. Hii haiwezekani. So what I can say Oga Obina, you did your best, you need your flower. So wewe usijaribu kusaidia, wacha ikae. Kali wali. Wacha wasema wewe ni mbaya, wewe ni nini, wewe ni kali wali bro. Kwa sababu ile yenye umetenda, umetenda wema. Kusaidia mtu kwa, kwa hospitali. First of all, hiyo nduthi ilinunuliwa na Eric Omondi. Imagine stranger, alinua pesa kwa sisi kwa sisi tunachanganga, akamnunulia nduthi. Nduthi amefanyia kazi, nduthi anafanya mafuta peke yake eh, Shalikido shapata accident. Ati Oga Obina amemuua. Who does that? Hiyo ni haramu. If I may, Oga Obina, siwezi dhubutu na usidhubutu kusaidia. Wacha wenyewe wapambane huko na hali yao kwa sababu ukisaidia mtu wanaanza kukuita we ni mbaya. Ushaekelewa majina, ushaekelewa Illuminati, ushafanyiwa nini? Juu gari yako ni 666. Sasa Oga Obina hata kuwa na gari 666. Na hiyo gari ni ya kitambo hata kama shalikido hajakuwa mkufi bado. Eh, hey, mambo ni mengi muda ni mchache. So habari ndio hiyo. Like, comment and share, jioni yanganga.